Naona watu wanafuatilia, imekuwa na mchango mkubwa sana kwenye jamii. Watu wanajifunza vitu vingi, vitu vizuri ambavyo vinakwenda kuibadilisha jamii kwa asilimia kubwa sana, na watu wanafuatilia sasa hivi. Kwa tunaongea na wanafunzi hapa, tuliamini kwamba watu hawajui uh, Hope Channel Tanzania hawajui uh, Rock FM, lakini wanafunzi karibia asilimia sitini, wanajua kwamba kuna vipindi gani vinaendelea. Kwa hiyo umekuwa na mchango mkubwa na watu wanavifuatilia. Tunawaomba waendelee kutoa elimu, kuwahamasisha watu, hasa tunataka watu waweze kumjua Mungu. Lakini tunajua tunaamini kabisa watu wakimjua Mungu hata uhalifu utakwisha, kwa sababu hakuna mtu atajua kabisa, nikifanya uhalifu ni dhambi. Kwa hiyo kama watu wote watamjua Mungu, ninaamini kabisa hata polisi tutakuwa na kazi ndogo sana iji, ya kuweza kuibadilisha hii jamii. Elibariki bariki amekuwa ni daraja la kusaidia jamii hapa, anatoa msaada wa madaftari na masweta kwa watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Aa, mini kwa, wetu, kusabu, mi nilikuwa namshukuru sana polisi kata wetu kwa sababu hapa mimi kofia nilikuwa sina hata moja. Inatakiwa tuwe wawazi kama mi nilivyokuwa mwazi. Nawashukuru sana na Hope Channel kwa kututembelea leo, tunawashukuru sana na walimu wetu kwa kuwapokea, asanteni. Amekuwa mchango mkubwa sana katika shule yetu, anakuja ha, hapa kuwasaidia wanafunzi wenye mahitaji maalum na wanaoishi mazingira magumu, anatoa uniform, kwa mfano masweta, sare za shule, madaftari. Kwa kweli, amekuwa ni mchango mkubwa katika kata yetu, na tunaomba wadau wengine waigilize, mfano huu ni mzuri. Kwa kweli, nyayo zimepekua hadi nyumbani kwa Libariki, na hapa imekutana na surprise ya kituo cha mahubiri ya Dar Net Event. Kwa majina naitwa Mseseli Bariki, naishi Mbeya, mtaa wa Itiji. Mi ni mfuatiliaji mzuri sana wa kipindi, vipindi vya Hope Channel lakini pia Rock FM nafuatilia nyimbo zake nzuri, huwa zinanifariji sana napokuwa nyumbani, hasa siku za Jumamosi na siku nyingine za mapumziko, ambapo nakuwa niko nje ya kazi, napenda sana kusikiliza nyimbo za, za, za kisabatu ambazo zinakuwepo katika Rock FM. lakini pia Hope Channel imetusaidia kusikiliza mkutano wa Net Event unaoendelea live pale Dar es Salaam, kwa sababu mkutano uko kule Dar es Salaam, lakini sisi ambao tuko mkoani inatusaidia kabisa kusikiliza kama vile tuko ndani ya mkutano. Tunaupata mubashara kabisa, tunakuwa tuko live, tunasikiliza mahubiri yanayoendelea pale. Nuru ya Matumaini imeangaza na itangaza kwa familia ya Libariki Daudi ikumbuku ya kwamba familia hii si familia ya Adventista, lakini wao wameamua kujitoa katika kuhakikisha basi wanapata mafundisho mazuri kupitia vyombo vya habari. Tunaamini ya kwamba kupitia vyombo hivi vya habari basi Mungu atatenda jambo katika familia hii, na hivi ndivyo kanisa langu hufanya kupitia vyombo vyake vya habari, kwa udhamini wa tape. Nimepekua mimi. Ni Baraka George, na hizi ni nyayo za mpekuzi, kwa niaba ya Kija Mpunzi. Asante sana Baraka George, katika nyayo za mpekuzi tukiendelea kubarikia kwa uzuri pamoja nasi, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM, katika nuru ya matumaini, kwa uzuri pamoja nawe. Endelea kutuma taarifa yako popote pale ulipo kupitia nambari ya simu ya 0677 0900